gani? Mwanangu kila mtu ana staili yake ya kukaa kwenye pikipiki. Shida iko wapi? Kama staili yake kukaa kwenye pikipiki basi njoo kae wewe dereva. Si ndio maana nikasema nakupa shilingi elfu tano mwanangu, shida iko wapi? Babu kama elfu tano? Mimi si bora boda wa chamaanzi. Unasikia babu? Hapa na mwanangu twende bwana uniwaishi eh. Poa, umesikia? Eh. Mheshimiwa, umesikia babu? Shida nini mwanangu? Shida pesa au? Wewe unataka pesa? Ah, wewe unataka kwa nini mimi elfu tano. Ndugu yangu shida iko wapi? Twende uniwaishe bwana, mimi nina haraka kaih. Umeelewa?